Fresh unataka mtazama mnyama? Eh, nilikuja kutazama mechi kwa sababu Simba na Yanga ni moja kati ya timu uh, mechi kubwa mm. eh, kuna dabi hizo e, za Dar es Salaam, lakini pia kuna dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo kwenye hiki kipindi ambacho niko nyumbani nikasema nije mm. nitazame mechi, na nilikaa upande wa Simba leo mm. e, upande wa jukwaa hili nikiwa na, na washikaji zangu wakinamiraji mara moja kutazama mechi, so sija sija sija enjoy sija enjoy enjoy sija... kwa sababu kwanza timu wanayo moja kutazama mechi, kifupi sishasema mara nyingi. Kwa na? Sisi walitufunga kwasababu eh. ah. eh, yeah. kwa eh. kwa ni ikawa ni kumba, mmm, ikawani, ikawani mbaya zawao uh, mechi imeisha, pole kwao na wanabidi wajipange sababu huo ndio ugumu wa ligi ulivyo. Pole tena na mimi pole yangu, m kuja kucheki mechi tu asijainjoye kwa sababu haujachezwa mpira mzuri, mechi ilikosa hadhi ya dabi. Vipi mnyama kama huyu ukimpata kesho? Tunapiga hata tano. Of course. nyinyi simliona sisi tukicheza juzi hawa mkuona tukicheza juzi, simlituona tukicheza kama sio tu mambo ya jinsi gani, mambo meusi ile mechi. Sisi tulikuwa tunaokota ile. Sasa quality ile ungeleta kwenye hii ambayo tumeona hapa leo, nyinyi wenyewe Fountain Gate ambayo tulionyesha ile siku tukicheza, kama tungecheza leo hapa, si tungeokota alama tatu na... yani ime... ime... ime... ime... no, hatujashuhudia ya? yani mpira mzuri lakini hawajacheza mpira mzuri. Yani unajua, unakaa mpaka unatamani uchati kwa sababu huoni hu... hu... hu... timu ambayo inakushawishi huoni, yani pole hu kila laheri umekuja uwanjani, kwa sababu sijaona tofauti wa timu kubwa na timu ndogo yeah. Yeah. Yani kwa namna ambavyo timu zote zimecheza, sisi tunacheza mpira mzuri zaidi. Wow. Yeah. Yani, ya wao yeah. Wange... Yeah. Yani hao wote wawili leo tucheze bwana, tucheze nao hao, sisi tunaokota sisi tunaokota wote waungane, yani wachukua kule sita, kwa namna ambavyo wamecheza leo, wanacheza na Fountain Gate sisi tunaokota alama tatu na mpira yeah. mzuri na watu wange enjoy hapa kwa Mkapa bwana, kila laheri, shukrani sana.